Jina langu ni Muhtari Athumani, mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu Mzumbe. Wasilisho langu lilikuwa linahusu nafasi ya AI katika kuhifadhi lugha za Kiafrika au za Kibantu zilizo hatarini kutoweka nchini Tanzania. Na ndio nikaonyesha kwamba lugha zipo hatarini kutoweka kwa sababu msisitizo mkubwa upo katika Kiswahili. Kiswahili kinasisitizwa sana katika matumizi yake ili hali wakisahau kwamba iyo lugha imekuzwa na lugha za Kibantu ambazo zipo wapi? Zipo nchini kwetu. Kutokana na hicho kitu, kinafanya hizi lugha kutoweka na zingine kudidimia kabisa. Mfano, nikazungumzia lugha moja ambayo sasa hivi huwa vijana wengi hawaitongoi, lugha ya Kimakua. Kwa sababu gani? Inaonesha hii lugha ilikuwa mwanzo kabisa na uwepo wake, uwepo wa hii lugha ulipelekea kupo, kupotea, kwa sababu matumizi makubwa katika maeneo hayo yalikuwa yali ni Kiswahili, watu wengi walikuwa wakizungumza Kiswahili. Ukiachana na lugha hizo hizo lugha zinaenda kupotea kwa sababu gani? Tunaona hazina nafasi, hazipati wazungumzaji waliobora katika nini? Katika jamii husika, na ndivyo tukaonesha kwamba kuna haja kubwa ya vijana kufanyaje? Kuzungumza lugha zao za kimakabila ambazo hizo lugha zimepelekea mchango mkubwa katika maendeleo ya Kiswahili. kwa hiyo Una, unapendekeza watumie vipi akiliunde ili kuendeleza lugha hizo za asili pamoja na Kiswahili? Akiliunde zitumike kutafuta taarifa, kuzihifadhi na kusambaza, hasa utamaduni. Unapocheza ngoma, video zikirekodiwa zitahifadhiwa, baadaye zitasambazwa. Utamaduni wa jamii fulani utasambazwa, lugha ya jamii fulani itasambazwa hivyo hata vizazi vijavyo na vizazi vya sasa ambavyo vinajulikana kama Gen Z vitafahamu kwamba tuna utamaduni fulani na kwa, kwa lugha fulani. Alafu pia wakatuambia kwamba mbali na kuelewa utamaduni wa lugha hizo, pia ni kuchangia makuzi ya Kiswahili. Kuna uhusiano upi kati ya kukuza lugha za asili na kukikuza Kiswahili? Uhusiano uko mkubwa kwa sababu huwezi kuzungumza Kiswahili bila kutaja lugha za Kibantu. Lugha ya Kiswahili imeasisiwa na lugha za Kibantu ambao ndio lugha mama ambazo zimekuza lugha ya Kiswahili. Hakuna Kiswahili kama si Kibantu unasema, na ndio maana tunasema, ukizingatia nadharia, wanasema Kiswahili ni Kibantu. Nadharia ambazo zinaeleza chimbuko la Kiswahili wanasema na Kiswahili ni Kibantu. Kwa hiyo kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya Kiswahili na hizi lugha za Kibantu ambazo hivi leo zinapuuzwa na kupelekea kutoweka na kufutia. Hivi unafikiri kwamba Kiswahili chenyewe kinaweza kusaidia kukuza lugha hizi za Kibantu ambazo ziko katika hatari ya kutoweka? Kiswahili kinaweza kusaidia, lakini kikitumika sana hakiwezi kusaidia kwa sababu ndio tunaita, tunaweka wito tunatega saa tuwakumbushe vijana na jamii kwa ujumla kwamba kuna uhitaji wa kutumia Kiswahili kwa wastani au kutumia Kiswahili na kuzikumbuka lugha ambazo ni za Kibantu, lugha za asili zikumbukwe ndio tuendeleze maendeleo ya Kiswahili. Jambo kubwa la kuwahimiza vijana katika matumizi ya akiliunde, naweza nikasema kwamba vijana bado waendelee kuzingatia kwamba akiliunde ipo kwa ajili ya kuwasaidia na siyo mbadala wa wao kuwafanyia kazi zao.